Umakini sana. Mpira wa miguu ni moja kati ya michezo mikubwa inayopendwa Tanzania, tunaipenda sana, na hata ukimwona mheshimiwa rais, unakumbuka kuna magoli la mama, ni kwamba anaangalia mpira na anafurahia timu zake za Tanzania zikifanya vizuri kimataifa na hapa nyumbani, na mara chungu mzima amekuwa akipongeza timu zinazofanya kazi vizuri. Ina maana mpira huu umemvutia hata kiongozi wetu wa nchi tungependa wale ambao wanapewa dhamana ya kusimamia na katika kusimamia si wasemi TFF, TFF karia umefanya kazi nzuri sana. Nikupongeze sana mtanga mwenzangu, umefanya kazi nzuri sana. Wale ambao wanasimamia zile sheria katika uwanja, hawa watu wanalalamikiwa sana, lakini wapo marefari wazuri. Twendeni kucheza mpira huu wa dabe tarehe nane. Tena unafanyika katika mwezi mtukufu Ramadhani. Twendeni tukatende haki. Msituletee ule utaratibu wa red card zisizo na mpango. Msituletee masuala ya penalty yasiyo na mpango. Msituletee ma offside ya kiwongo uongo. Msituletee kumuonya mtu ili kumtisha asiweze kucheza mpira wake kama hakuna sababu. Kila kitu kifanyeni kwa weledi ni, mna, yani hiki ni kipimo kikubwa sana kama, kama kuna refari anamdhulumu, anadhulumu timu au anamdhulumu mchezaji mle, nani waelewe kwamba wasichukulie kwamba huu ni mchezo tu. hata, uh, yata, yata, yata Mungu, haya mambo hata yatafika hata mbali, kwa sababu sisi tutamlalamikia Mungu, yatafika mbali haya. Eh, ukudhuluma ni dhuluma tu. Eh, sasa mimi nawaombeni sana sana sana Iacheni timu iliyojitayarisha na siku hiyo ikiwa na bahati ndiyo ishinde.